Unajua ndugu yangu, acha nikufungue masikio. Wazungu nchi za magharibi pamoja na baba yao Marekani wamewekeza walinzi, yani tuseme wale mashushushu wao wengi kwenye nchi, za, kwenye nchi hizo za Afrika na hao watu waliowekezwa ni wale wale wenye, yani wanatoka kwenye nchi hizo hizo na ni raia wa, wa nchi hizo hizo. Unaona, kwa mfano kama labda Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zingine, Burkina Faso, wapi, unaona yaani mle kuna vibaraka wa wale wazungu Ko, Wakitaka fujo zianzishwe wanawaanzishia wale ambao sasa hivi wanajiita wanasiasa katika hizo nchi kwao. Tuwe makini nao sana, na tukiwagundua basi tuwakatae kwa nguvu zote, tuonyeshe uzalendo zaidi, tuwape nguvu na e, yani tuseme tuwape nguvu viongozi wetu kuonyesha ushirikiano zaidi wa kuwakataa wale vibaraka wa wazungu, kwa sababu wao wako kwa ajili ya kuwaibia mali zetu bila wao kujitambua, wakihisi kama wanapendwa, kumbe wanatumika tu, baadaye wanatupwa kama takataka taka kwenye dasbini. Oya mwanangu, kama unaielewa hiyo basi, nakuomba kuwa makini na uelewe hilo.